Mdomo wako uko wapi? Mbona hata sioni mdomo wako? Sina maana. Hapana, wewe ni wa maana gedere. Hebu acha kusema hivyo. Wewe ni rafiki mzuri na umeshafanya mengi kunisaidia. Uligundua kuwa mimea inahitaji mwanga wa jua na inahitaji maji. Na sasa nimegundua kipande cha mwisho cha fumbo. Kwa sababu una akili zaidi Hapana, kwa sababu niliuliza. Ni sawa kutojua vitu, sababu wote tunajifunza, lakini tutaweza kujifunza kama tu hatutaogopa kuuliza. Hakuna swali la kijinga, sawa? mimea inahitaji mwanga wa jua na maji, na haionekani kama inataka chakula changu. Sasa inahitaji nini kingine? Hewa. Hewa? Lakini kula hewa hakushibishi Unaona, hakuna kitu. Hewa sio chakula kizuri, siyo chakula, ngedere. Mimea inatumia kile kilichoma kwenye hewa kujitengenezea chakula chake, na hicho ndio kinakuwa chakula tunachokula pia. Mzee Kigo aliniambia nini? inatengeneza chakula chake yenyewe kivipi? <laughs> swali zuri, hata sijui. Yani, nilikuwa na shauku ya kukuambia mpaka nikasahau hata kuuliza. Sawa, so, ngoja tujaribu tuone kama ni kweli. Sasa hivi tutapatia kila kitu ili tufanikiwe: jua, maji na hewa. Mwanga wa jua, maji na na hewa, hewa. Ngedere, ulikuwa sahihi kuhusu kujifunza huku ukiendelea kufanya. Najua sehemu tunayoweza kwenda kujifunza zaidi ili tuweze kuelewa vizuri jinsi ambavyo mimea inajitengenezea chakula chake. Nafikiri tumeelewa, tumejifunza. Unajua, mama yangu alikuwa mwalimu na alipenda kusema njia nzuri ya kujifunza kitu ni kuwafundisha wengine. Kwa nini usije nasi kwenye klabu yetu ya utu? Leo utu klabu oye, oh utu, utu oye! Leo nimekuja na mgeni. Mimi na yeye tumejifunza mambo mengi wiki hii. Mama Mama gede gede, poa Nimesikia mnakutana kila wiki kuzungumza kuhusu mlichojifunza na jinsi ya kuonyesha utu. Kweli tunafanya hivyo, na wewe nakaribisha pia. Kwa nini usianze? Ngedere, tuambie utu kwako ni nini? Mama ndege aliniambia kwamba natakiwa kujithamini na kujiamini kwanza, ndo wengine wataanza kunithamini na kuniamini. Sikumwelewa, lakini sasa nimeanza kuelewa. Nilikuwa nina wasiwasi sana na jinsi ambavyo watu wa sokoni na wanyama wa msituni na hata nyie watoto mnavyonifikiria. Nilitaka kuonekana mjanja na mwenye akili, nilikuwa najiona bado nahitaji kuwa zaidi. Ikabidi niwe nakula pilau, kuvaa koti zuri, si unajua tena, ili watu wanipende. Tunakupenda vile ulivyo Gedere. Unatakiwa ujisikie vizuri kwa vile ulivyo pia. Hii inaitwa kujithamini. Kujithamini, nimeipenda hiyo, na najifunza kujipenda vile nilivyo, hiyo ni sehemu ya utu kwangu. Inaonekana kuwa umeanza kujiamini pia. Hii ni kuwa na uhakika kuwa wewe mwenyewe unaweza kufanya vitu na kufanikiwa. <laughs> ndio. Sasa hivi najiamini, naamini ninaweza. Nimebadilika kweli. Ungeweza <laughs> kusema nafungua ukurasa mpya.